Asana tu. Sound tunaongea, unaleta vitisho kwetu. Oya, unaleta vitisho oya, piga chini! Nenda chini piga chula chula, mwanangu vivi, mwanangu luka, mama luka luka luka luka

Panda juu. Nitatumbukia kwenye shimo chemba nimechoka ile. Hii. Wewe Siwa. Hebu mwache mama wa watu bwana. Afuat tu. Wewe. Afuat tu tu unaongea nini? Toka nje uongea basi nikusikie. Toka nje uongea nikusikie. Wewe unaongea nini? Utafungwa ujue. Toka nje. Mbona unaongea ndani? Sauti yako inaleta ujinga. Ah, umekimbia eh? Umekimbia sio? Kimbia hapo hapo analeta kimzuka.

Simame. Turudi tokea huku. Mama edwa. Oya vipi? Nini? Vipi chozo? Panga hilo sio. Unasemaje? Unasemaje chozo mwanangu? Unanisikia. Acha diga sio. Tuta kunsimwa. Yachie. Acha baga. Cho baga. Oya. Oya. Chozo tafuta kamba, tafuta kamba. Yachie. Chozo tafuta kamba. Acha. Tafuta kamba. Yachie. Yala. Yala, tafuta kamba, tafuta kamba.

Sio tulia. Sio tulia. Mama, msaidieni basi huyo mwenzenu, na kama namwangalia tushamfunga tayari.